Vile mumekuwa mukinishikilia, muendelee kunishikilia mpaka kule mbele, nikuwe gavana yenu tubadilishe kaunti yetu ya Bungoma hii yeah. Mimi naambia wale watu ambao hawanipendi mimi, naambia wale watu ambao wananiongelea mabaya, hadi mimi ni mwembamba, hadi kilo yangu ni kidogo, naambia hiyo watu kwa nguvu ya mwenyezi Mungu na kwa mapenzi ya wananchi tutawapeleka rivers mapema asubuhi, watakuwa wameanguka, wanalilia kwao nyumbani. Yeah. Mimi naambia wale watu wasiniangalie mwili, waangalie wananchi ambao wako nyuma yangu. Mimi nabeba matumaini ya watu ya Bungoma. Vile nimeunda mashule huko kwangu huko Kimilili, ndiyo nitaunda hospitali. Mama atakuwa anaenda hospitali Akifika hospitali ugonjwa inapotea, daktari anatafuta ugonjwa, ugonjwa haipatikani. <coughs> na maana akiambiwa ugonjwa haipatikani, enda nyumbani, anakatalia hospitali, alale siku mbili, kwa sababu nitakuwa nimeunda hospitali, ukifika unaona matumaini ya kupona. Vile nimeunda mashule kule kwangu, nitaunda hizi vocational training centers, hizi VTCs. Saa hii ukipeleka kijana kwa village polytechnic kijana akifika hapo anarudi nyumbani, hataki kusomea hapo kwa sababu village polytechnic haikai kama ni college inakaa kama nyumba ya mganga. Yeah. Kijana akipiga selfie, atumie galafer Nairobi, galoferi na blog na baki ya simu, anaona hakuna future hapa. Yeah. Mimi nitaunda vocational training centers cents, hakutakuwa na haja ya chifu kuambia wale vijana waende vocational training centers. Vijana wenyewe watakuwa wanaenda sababu nitakuwa nimejenga, itakuwa iko sawasawa. Kijana ukipiga selfie ukitumia galfeni yako na Nairobi, anafunga virago na kuolewa kwako, sababu anaona this is a future, this is a man who is in college. Tumeelewana? Mimi naambia wale ambao wameona kwayo, mimi ni kijana mdogo sitoshi kwa gavana ya Bungoma. Mimi naambia wale watu, hata kwa Biblia, wakati Mungu wa alikuwa anatafuta king kutoka kwa familia ya Yese, akaambia wale wa makuhani ambao walikuwa wa kwake karibu hapo, akawaambia nataka nimwakilie mafuta mutu kutoka kwa nyumba ya Yese akuwe king akuwe kiongozi yao ya kupeleka mbele. Wale makuhani ambao walikuwa hapo walivaa macho ya mwanadamu, wakakuwa na fikira ya mwanadamu, wakaleta watu wanono wakubwa wakubwa wenye wako na kilo ya ule mjumbe ya Sirisia ambaye alikuwa anauza mahindi zamani. Wakaleta, wakati Mungu anawekelea mafuta, chupa haikufunguka, mafuta haikutoka wakaleta kila mtu matajiri wote, chupa haikufunguka. Mpaka baadaye wakaambia Mungu ati huyu ndiye wa mwisho, hakuna yule mwingine ambaye tumewacha inje. Yule ambaye tumewacha inje peke yake ni jana mwembamba, kilo yake haitoshi kama ya kurukuru na hafai kukaa kwa kikao hii. Mungu akamwambia akasema, yule mwenye kilo aifiki kama ya kurukuru, huyo ndiyo mumulete tuone. Vila alifika, chupa mavuta alimwakika, haikumwakika, mavuta alitoka, haikutoka. Mimi nawambia wale watu wao, wako na fikira ya uchawi ya wanadamu, lakini Mungu hachagui kiro, hachagui mwili, hachagui background ya mtu. Na mimi naona Mungu amaniekelea mkono, ntaguwa gavana ya Bungoma ndio kaundi yetu ii badilike, wapende wasipende. Mimi ya mwisho, nawaomba nawaomba, mukienda kupika kura eh, mbaka ya mjumbe, mbaka ya seneta na mbaka na yangu ya gavana, mpaka ya rais, munipatie watu ambao ni wa imani yangu. Imani isipokuwa sawasawa, unjili ayezi kahubirika, mapepo ayezi ikafukuzwa. Kama pasta na assistant pasta pamoja na deacon sio wa imani moja, hata ndio mama na mzee wafunganishe ndoa, wazao watoto waishi kwa amani, lazima wakuwe ni wa imani moja, ama namna gani? Yeah. hawezi ukachukua pasta wa kanisa ya PAG ukampeleka akakuwa deacon, akakuwa padri kwa parish ya Mesihu, injili itaendelea mbele kweli? misetasonga mbele kweli. Ndio kama bishop ni wa Catholic, mbago nampatia padri na deacon ambayo ni wa Roman Catholic, ndio imani ikuwe sawa, injili iende mbele. Ukichukua father wa Katoliki umpatie deacon wa kanisa ya PAG, sasa ile father anasema na Yesu akachukua mkate akaumega akaambia wanafunzi wake kuleni hii kwa kunikumbuka. Na yule fasta wa deacon yule wa PG, Roho Mtakatifu namkamata anasema guruva rugusa saba uruvauruaruua saba injili yesi aambela sikoamna. Hiyo mimi ya mwisho nikiwaomba wale wa Webuye East mimi nawaomba Tuko na mama yenu hapa ambaye mulichagua yemsiye wenu ambaye alitoroka pesa kwa wale, wa, kwa, kwa wale wahuni ambaye aliacha kununuliwa akasimama imara na mimi na ya Bungoma. Ya Bungoma ambaye watu yaebuya isti wa mapenda ni Didmus Wekesa Barasa yeah. Mimi naomba yule mama muziniwache nyuma kwa heshima yangu. Mimi naomba yule mama mumushikilie yote ambayo mama anatafuta, kwa sababu yangu, kwa heshima yangu kwenu, mumupate. and I want to assure you the people of ilbea East you will never walk alone. I will never leave you esewaarasndimuleka eeanandiek eakane tae vanduvase enye mwambele kamani vasecha munani vangonakho omuyuma wenywe nalimo vanjikhalakho lakini isukusayawa ta velekhuvira kamani kenywe nenyokhe vakwichanga eyo afuare aara ngalingali Na nakhali wele khuviira khwinywe andi vasechavamala lakini nama khuvekhalira ngumulevaera ayera munina nnuwulira na varomaroma varomaroma na lirima ipresa yaninile vuvala va sukari vwavatilile keme vola ni shauri yao kukwanjira kumwesi kuno naengechile kampeini yange kia namba sita tiko tayari tiko tayari kunishikilia natisonge imbele njo dzibalishe kaunti yetui Niko na mama hapa, rafiki yangu, nataka akuja wasalimie. Niko na mama hapa, rafiki yangu, akuja wasalimie ambaye ame amekweka bidii ya kunitafutia kura. Wale wanamtafuta wamchukue, lakini ametoroka. Amesema gavana niitimasiwekeza Barasa.